Mlango wa tisa. Usifurahi Israeli kwa sababu ya furaha kama hao mataifa kwa kuwa umezini juu ya Mungu wako umependa ujira katika kila sakafu ya nafaka. Sakafu na shinikizo hazitawalisha na divai mpya itawapungukia. Hawatakaa katika nchi ya Bwana lakini Efraimu watarudi Misri nao watakula chakula kinajisi katika Ashuru. Hawatammiminia Bwana divai wala hazitampendeza sadaka zao. Mkate wao utakuwa kama chakula cha matanga kwao, wote watakaokula watatiwa unajisi, kwa maana mkate wao utakuwa kwa shauku zao, hautaingia katika nyumba ya Bwana. Mtafanya nini katika siku ya mkutano wa Idi, na katika siku ya karamu ya Bwana? Kwa maana tazama, wamekwenda zao ili kukimbia uharibifu, lakini Misri itawakusanya nofu itawazika. Vitu vyao vya fedha viwapendezavyo, magugu atavimiliki, miiba itakuwa katika hema zao. Siku za kupatilizwa zimekuja, siku za kulipa zimefika, Israeli atayajua hayo. Huyo nabii ni mpumbavu, huyo mtu mwenye roho ana wazimu, kwa sababu ya wingi wa uovu wako na kwa sababu uadui umekuwa mkubwa. Efraimu alikuwa mlinzi pamoja na Mungu wangu, na huyo nabii mtego wa ndege ukatika njia zake zote katika nyumba ya Mungu wake umo uadui. Wamejiharibu mno kama katika siku za Gibea; ataukumbuka uovu wao, atazilipiza dhambi zao. Mimi nalimkuta Israeli kama zabibu nyikani, nami niliwaona baba zao kama matunda ya mtini yaliyoiva kwanza, wakati wake wa kwanza. Lakini walikwenda Baal Peori, wakajiweka wakfu kwa kitu cha aibu, wakawa chukizo kama kitu kile walichokipenda. Naye Efraimu utukufu wake utarukia mbali kama ndege. Uzazi hautakuwako wala aliye na mimba wala achukuaye mimba. Wajapolea watoto wao, mimi nitawanyang'anya watoto wao, asisalie hata mtu mmoja. Naam, ole wao nitakapoondoka na kuwaacha. Efraimu amepandwa mahali pazuri kama nilivyoona Tiro, lakini Efraimu amemtolea muuaji watoto wake. Wape, ee Bwana, utawapa kitu gani? Wape tumbo lenye kuharibu mimba na maziwa makavu. Uovu wao wote ukatika Gilgali, maana huko naliwachukia; kwa sababu ya uovu wa matendo yao nitawafukuza watoke katika nyumba yangu. Sitawapenda tena; wakuu wao wote ni waasi. Efraimu amepigwa, mzizi wao umekauka, hawatazaa matunda; naam, wajapozaa nitaliua tunda la tumbo lipendwalo sana. Mungu wangu atawatupilia mbali kwa sababu hawakumsikiliza. Nao watakuwa watu wa kutangatanga kati ya mataifa.